DW Michezo. <laughs> Yaani mwaka umeanza na vijimambo eh, yaani nimekumbuka huu muziki wakati huo. Bruce Samani ndio, kule kwetu kuna muziki wakati wa Krismasi mwaka mpya lakini sasa maeneo tunayochezea jioni unaona vumbi tu, tunaelekea kule juu sasa. Nimekumbuka enzi hizo. Haya basi, msikilizaji na mtazamaji, karibu aya katika kipindi cha michezo ambapo tunaangazia matukio, matokeo na yote yanayofanyika e, na taarifa zinazoendelea kujiri kutoka viwanja vya michezo. Tutaangazia e, michuano ya kombe la Afrika AFCON, lakini pia taarifa kubwa zaidi ambayo inagonga vichwa vya habari, kocha Ruben Amorim tayari Manchester United wame umemwambia bye bye, uh-huh. Hiyo ndio taarifa. Niko na Bruce Samani kwenye line ya simu, yupo Hassan Ali, karibu sana katika kipindi cha michezo Hassani. Asante sana, nafurahi sana tena kwa makaribisho. Haya basi, tunaanzia moja kwa moja na gumzo ambalo linaendelea kuzungumzwa zaidi kuanzia usiku wa jana mpaka leo linaendelea. E, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuweza kuondolewa kwa bao moja bila jibu dhidi ya Morocco. Kubwa linalozungumzwa hapo ni penalti e, kwamba wangekuwa wamepewa penalti dakika za mwisho, labda matokeo angekuwa tofauti. Kwanza kabisa, nianze nawe Hasani, penalti ilikuwepo? ili kuwepo. Na unakumbuka tukizungumza wiki jana, hasa hasa ndugu yangu Suleiman alikuwa na wasiwasi kuhusu Tanzania dhidi ya Morocco, na nikamwambia Tanzania ikicheza dhidi ilivyocheza dhidi ya Tunisia uende ikapata matokeo chanya. Na kwanza alikuwa na wasiwasi kwamba hawangefuzu, wangepigwa na Tunisia wakapata sare Yani, kila AFCON lazima patokee tukio, patokee skendo. Unakumbuka ile mechi ya Mali na Tunisia? mm. Mwamuzi akiumaliza mchezo dakika themanini na tano, ikawa inazungumzwa mpaka leo hii AFCON. Kama uwezi ukapewa penalti kama hiyo ya jana, utapewa penalti gani? mm -hmm. Tunajua ndiyo mcheza kwao hutunzwa na akatuzwa, lakini kuna vitu vingine unafumbafumba, unafumbafumba unafunika kombe mwanaharamu apite. <laughs> Ile ingekuwa tuseme ni, ni nje ya sanduku mwamuzi angepuliza kipa iwe ni faul kwa faida ya Tanzania. Kwa hiyo ndugu mm. uh, zetu wa Tanzania wamenyimwa penalti, ingekuwa kama EPL, Serie A, ama Bundesliga, najua wale wakuu mm. na msimamizi wa mpira angekuwa amejitokeza ameomba radhi na kusema kwamba ni penalti, lakini kafu mpaka sasa hivi kimya. Tanzania wameporwa, ilikuwa ni penalti ile. Hasani, wataomba radhi baada ya um, <laughs> ma mashindano kukamilika. Nilitaka kuuliza hivyo hivyo kwa una uwezekano karo kwamba radhi itaweza kuombwa na labda eh, Tanzania wangetaka ama wangeamuaje kwamba kuambiwa pole, lakini umeondolewa, ingesaidia kwa namna yeyote? Ne, lakini mbali na hayo kocha wa Morocco anasema hmm. kwamba walistahili ushindi eh, Bruce Amani anasema wachezaji hmm. wake wana kasi, ukizingatia pia wana uwezo wa kufunga mabao na kufika katika eneo la kisanduku. Waliiwekea Tanzania pressure kwa kiasi kikubwa, ambayo Tanzania hawangeweza kuhimili. Wewe kauli hii unaizungumziaje? Eh, kwanza kabisa kabla ya mechi kocha eh, Walid Gagi alikuwa eh, hmm. amesema kwamba hakuna haja wachezaji wake kuwadharau wapinzani wao kwa maana kwamba wao ndio eh, underdogs wanasema hawana uzoefu katika mashindano haya, na ni kweli kabisa. Katika mechi hii, kwanza lazima nianze kwa kumpongeza Gamondi na vijana wake Taifa Stars, katika namna ambavyo walicheza na game plan yao katika mechi hiyo. Mm-hmm. Lakini kauli hii kusema kweli, ukiangalia kwenye karatasi, Morocco ni timu ambayo inaorodhesha kwanza katika viwango vya FIFA Afrika, na Tanzania haina uzoefu sana katika mashindano haya. Lakini katika mchezo ambao tumeushuhudia jana, amesema kabisa Ali Hassan E, hakika inaonyesha picha kwamba katika hatua zijazo ama, mm -hmm, siku zijazo, nadhani Tanzania itakuwa katika kiwango kizuri ikiendeleza e, hivi. Lakini kwa Morocco ragiragi, la, lazima atetee katika upande wake, na ukiangalia kweli walidhibiti katika baadhi ya maeneo, lakini ukuta ambao uliwekwa na mm -hmm, nidhamu iliyoweka katika safu ya ulinzi ilisaidia timu ya Taifa Stars kuhimili e, kishindo isipokuwa e, kosa hilo lilofanywa kidogo tu na mabeki na Brahim Dias akafunga goli katika namna ambavyo kweli pengine kipa angefanya, wengi wanasema ni kwa kwa side net, hile ni mahali karibu sana kwa kipa kuweza kupoteza <laughs> lakini ndio hivyo yalishamwagiga tu gange ajayo e, kocha wa Tanzania Gamondi analalamika akisema kwamba kwa kweli mechi e, wamepokwa. Pengine kabla tusonge mbele, nawe Hasani na Bruce tumsikilize mm. akizungumzia baada ya mechi. Well. Nadhani tulifunga mchezo vizuri sana kwa karibu hali zote ambazo Morocco wangeweza kupita. Ushahidi ni kwamba walipiga mashuti manne tu yaliyolenga lango, walitengeneza nafasi mbili za wazi, nasi pia tulitengeneza nafasi mbili za wazi. Walitawala mchezo hasa eneo la ushambuliaji, bila shaka kwa sababu waliweka presha kubwa na kasi wakicheza nyumbani, lakini tuliwamudu vizuri sana. Sijafurahishwa sana na baadhi ya maamuzi ya refa, lakini ni sehemu ya mchezo, ni mpira wa miguu. Najivunia sana kazi ya kiufundi kujituma kwa wachezaji na mtazamo wao. Tulikuja hapa si kwa ajili ya kupaki basi, hapana, tulikuja kucheza. Okay. Ningependa kumuuliza Hasani, wachezaji wa Taifa Stars walifanya shinikizo la kutosha kushawishi pengine maamuzi hayo ya badilisho, ama refari yaende angalie VAR? Uh, rafiki yangu Bruce, wajua na na hata ulitangulia ukitaja kwamba viwango vya FIFA Morocco wapo juu sana lakini soka la bara la Afrika halina adabu kwa vitu kama hivi mm. Angalia, hatukuta Tanzania ingepata sare dhidi ya Tunisia, na wakapata sare, wao ni mashujaa tayari, kwa sababu hata jana walifikiri wangebugizwa mabao mengi sana hawakubugizwa mm. Umeliuliza swali ambalo nimekuwa nikisema sana na wachezaji huku nyumbani Kenya. Tuliona wakati wa mashindano ya CHAN Harambe Stars kuna tukio kama hilo ambalo wangemshinikiza mwamuzi aende kwenye VAR, hawakufanya hivyo na mechi ikalala, lakini uangalie wachezaji haswa kutoka warabuni, Tunisia, Moroko, Misri. Hata unakumbuka mechi ya Afrika kusini dhidi ya Misri walivyomshinikiza refari mpaka mm, wakapewa ile penalti. Nachokisema ni kwamba kweli hawakushinikiza kama nilivyotarajia, na nafikiri hiki ni kitu ambacho wachezaji haswa kutoka upande wa Afrika mashariki inafaa wafanyie kazi kama kweli VAR ipo inafanya kazi mm -hmm. na hodha unashinikiza, unamzingira mwamuzi na haki inafanyika, lakini Huwezi ukajua hata kama ile VAR pia labda ilikuwa imezima tochi <laughs> Ndio baadhi ya mambo ambayo yanajadiliwa, lakini shinikizo, mimi kimtazamo wangu, lilikuwepo. Alizungumza mpaka kocha, akiwa anajaribu kuzungumza na refa, yeah, msaidizi. Lakini mwamuzi alisema hapana, maamuzi yangu yameshafikia mwisho. Kwa hiyo atakalolisema mwamuzi ndivyo lazima mtatii, sheria na masharti kutumika. Eh, hii leo Hasani, kuna mechi kati ya Misri na Benin na Nigeria kati na Msumbiji. Eh, tuzungumzie Misri ambayo tunaweza kusema waliingia kwa kuponyoka baada ya maamuzi ambayo yalikuwa ya kutatanisha katika mechi yao dhidi ya Afrika Kusini. Benin nayo inaingia baada ya kupambana sana kuweza kufuzu katika raundi ya mchujo. Matumaini yako katika mechi hii yakoje? hmm, eh, On paper, wanavyosema wenyewe ukiangalia vikosi na takwimu na viwango vile vya FIFA unaipa Misri moja kwa moja kuingia robo fainali, lakini wewe angalia hata ile mechi ya ufunguzi Morocco dhidi ya visiwa vya Ngazija mm, walifikiri Morocco ingewapiga Comoros mabao mengi, lakini kipindi cha kwanza kimemalizika bila bao. Angalia Mali dhidi ya Tunisia wamecheza wachezaji kumi karibia kipindi chote cha pili kwanza, na nusu ya kipindi cha kwanza hawakufanikiwa, na kama walivyofanya Tanzania dhidi ya Tunisia. Tanzania ya dhidi ya Morocco ni matokeo ambayo yatawapa hawa Squirrels nguvu dhidi eh, ya Misri. Mechi ya mwisho hatua ya makundi, alifanya mabadiliko mengi tu mkufunzi wa Misri wakapumzika kina Mo Salah. Najua watarudi kikosini leo hii. Lakini hii ni hatua ya mwondowano, Misri ndio naipa asilimia zaidi ya sabini kuingia hatua ya robo finali, eh, lakini Benin atapambana kufa na kupona Nigeria na Msumbiji. Msumbiji kabla ya mechi hivi sasa muda mfupi wamezungumza mm, katika chumba cha habari kuzungumzia matarajio yao na namna mechi itakavyokuwa. Kabla tu, tusonge kwa maswali pengine usikie, alizungumza kiungo wa, wa Msumbiji anaitwa Elias Pelembe, analalamika kuhusiana na matarajio ya kikosi chenyewe, lakini msikilize kwa kauli yake. uh, uh, grupo Nataka kusema kwa moyo wa timu, tunataka kuonyesha. Tayari tumeweka historia, tuna nafasi nyingine dhidi ya timu kama Nigeria, lakini matumaini ya timu yako vizuri. Tutalichukulia hili kama mechi nyingine tu, ni mchezo mmoja zaidi ingawa, Nigeria ni wenye nguvu zaidi. Hata hivyo, chochote kinaweza kutokea. Tunahitaji kujiamini na mengine yataamuliwa uwanjani. Kama nilivyosema, matumaini ni mazuri licha ya matatizo madogo madogo kati ya wachezaji wenzetu, lakini tuko tayari kwa mapambano. Pekena, apizaldi. Haya, anasema kuna matatizo madogo madogo ndani ya timu. Huyo anafahamika kama Dominguez, jina la utani, lakini anafahamika kama mm. Elias Pelembe Hasani. Msumbiji wameweka historia tayari, lakini leo wanakutana na Super Eagles, kikosi ambacho kilikuwa moja ya timu ambazo zilifuzu moja kwa moja katika mechi zao za ufunguzi. E, pengine kimtazamo wako hii itaweza kuathiri kikosi cha Msumbiji? Mm, sidhani E, mm -hmm. Nafikiri anajaribu na kuwaondolea shinikizo na presha wachezaji wake kwa kusema hivi maanake, mm -hmm. Kweli ulivyosema, ukiangalia Nigeria nafikiri na Algeria ndo timu ambazo zilishinda mechi zao zote tatu, hatua ya makundi mm -hmm. Kwa hiyo kila mmoja anatarajia kwamba Victor Osimhen na kikosi chake wataingia robo fainali uh, unaangalia mataifa kama Angola, Gabon tayari wanapitia tabu sana baada ya kurudi kwao na uchunguzi umeanza kwa kuondolewa mapema, lakini nchi kama Msumbiji, Benin, Tanzania kuingia raundi ya kumi na sita, nafikiri watapokelewa kishujaa, kila ambacho labda wafanye leo, Msumbiji kwenye mechi yao, na nimewafuatilia ya unakumbuka, hatua ya makundi wana, wana, hakuna hata star kwamba tumwangalie Victor Osimhen ama tumwangalie Lukman, wanacheza kikosi, wanacheza kikoa, na hii itawasaidia hmm, kwenye mchuano wa leo kuna mechi ambayo inatarajiwa kwa hamu na gamu ka mechi ya Algeria na DR Congo. Wanazungumzia watu kwamba hii itakuwa mechi kubwa, na hata wiki iliyopita Hasani alisema hii ni moja ambayo mechi ambayo ina gumzo zaidi. <laughs> E, kimtazamo wako Bruce Amani, DRC na Algeria, hawa waarabu itakuwaje kwa Congo? Mojawapo ya mechi ambazo kweli zitakuwa ni tamu sana, timu zote mbili ndio timu pekee ambazo zina makocha kutoka Ulaya na hakika tumeshuhudia namna ambavyo kiwango cha uchezaji wa timu zote mbili Kongo imedhihirisha kwamba kweli imekuwa ikikua mm -hmm. katika kila mashindano na hii nadhani itakuwa ni moja mechi ambazo ni ngumu sana kutabiri, Saumu mm -hmm. kwa sababu ambavyo kama nilivyotaja kwamba eh, tangu mashindano ya maanza zimekuwa zikijiimarisha hata zaidi kadri mechi zimekuwa zikichezwa, kwa hivyo nadhani itakuwa ni mechi ngumu sana. E, tumalizie hapa Afcon Bruce, nitasalia kwako kwa kifupi mm -hmm. tu mechi ambayo pia inasubiriwa kwa hamu, mabingwa watetezi Ivory Coast wakipiga na Burkina Faso. Unadhani uh, kwamba Ivory Coast wapo katika uh, mwendelezo wa kuweza kulibeba tena uh, taji hili? <sighs> Wana nafasi, wana nafasi <laughs> ni mechi ambayo mechi nadhani pekee inayoleta timu kutoka eneo moja mm -hmm. ina mpaka mmoja, Burkina Faso na Ivory Coast, mabingwa watetezi mm -hmm. na ukiangalia namna ambavyo vimecheza Codivoi kusema ukweli, na hasa yule kinda wa Manchester United Ahmad Diallo mm -hmm. um, wana wanadhihirisha sana, lakini pia uh, Ivory Coast wanapambana na safu ya ulinzi ya Burkina Faso ambayo ina Bukina Edmond Tapsoba mm -hmm na isufu eh, isufu Dayo hao mm. Ni wachezaji wawili ambao wamekuwa imara sana katika safu ya ulinzi ya Burkinabe. Kwa hivyo itakuwa ni mechi mbinu zaidi na ni dabi ya kikanda. Kwa hivyo tusubiri tuone. Haya basi, tuachie hapo kwa AFCON. Najua tukijaribu kuyazungumza hayataisha. Hasani <laughs> ana mengi ya kuzungumza vile vile, lakini nataka tuelekee kule England. E, kocha Ruben Amorim tayari ameshapigwa kalamu na Manchester United. Tulitarajia hatua hii Hasani ama sisi sote tunashtuka tulitarajia na kuna watu wameniuliza sana huku nyumbani, nilijuaje, manake jana baada <laughs> <na Manchester. laughs> na Manchester United niliandika kwenye ukurasa wangu nikisema eh, Maresca anakusubiri mlangoni Amorim. Watu wakafikiri ni utani. Kwa, kwa sababu unaweza ukajua kauli za mkufunzi tu eh, mimi nimekuja kama meneja, mimi si kocha. Na kwa nini nasema hivi? mechi ambayo kwamba nilihisi ilikuwa ya kumtimua Amorim mm -hmm, ni ile kwa nyumbani na Everton, na amekuwa akiombaomba akiombaomba, akitoa kauli zao, kisha ile mechi amekwenda sare nyumbani dhidi ya Wolves, timu ambayo ipo mkiani na ilikuwa na alama mbili kabla ya kucheza nao. ukiangalia mechi ya Wolves, alafu jana mechi ya Leeds, ni mechi ambazo kwamba Amorim angeondoka na ushindi aingie top four, maana Liverpool ilikuwa inasuasua sawa na Chelsea, akaikosa ile nafasi. Chelsea angalau na Liverpool wanaweza wakasema kwamba wanacheza club bingwa, yani wanashiriki mm. mechi mbalimbali mbali. mm. Lakini wewe unacheza mechi za ligi pekee, halafu hii ni Leeds, hii ni Wolves, kwa hiyo naweza nikasema kwamba baadhi ya watu wameshtuka kwa sababu unakumbuka bodi imekuwa ikijitokeza ikisema kwamba huu ni mradi e, na ukisikia tu usimamizi wa timu unajitokeza unasema kwamba tunamuunga mkono kocha, tupo naye kipindi kirefu, <laughs> unaondoka. Kwa hiyo mimi kisaikolojia nilikuwa nimejitayarisha kuna kitu ambacho kinajitokeza hapa kuhusiana na kutimuliwa kwa Maresca kutoka Chelsea mm -hmm. na huyo Amorim kutoka Manchester United, hasa umetaja hapo makocha kusema kwamba mimi ni meneja, mimi sio kocha. Kuna suala la uingiliaji wa shughuli zao za, za kispoti kusema ukweli, kama, kwa sababu inaonyesha kwamba chini ya kapet kuna tokota, na wanapoajiriwa sijui kwamba majukumu yao yanawekwa wa wazi kwamba utakuwa kocha tu na utapangiwa kila kitu ambacho unastahili kukifanya ama wewe mwenyewe utasimamia timu na kufanya maamuzi ya nani atakayesajiliwa ama nani atakayeondoliwa. Kwa hivyo lakini nyingine nadhani naweza ya yaita tu kama maneno ya mkosaji, kwa sababu ukocha unatangazwa kutoka mwanzo. Kwa nini iwe kwamba wajitangaze sasa hivi ama wajitafakari, ajiulize yeye ni meneja ama ni kocha? Wakati mikataba nafikiria ukocha wakati wote inakuwa ni ile ile, viongozi mbalimbali ama makocha tofauti ambao wameziongoza Chelsea na Manchester United. Kwa nini Amorim ama kwa nini Maresca ndio wao watalalamika wakisema kwamba wao ni mameneja ama makocha? inamaanisha kwamba wao wamepewa cheo ambacho majukumu yanaenda tofauti. Haya basi, ni hayo lakini, jana usiku wa kuamkia mkia leo, Chelsea walilazimisha Manchester City moja moja moja, eh, chini ya kocha ambaye anasimamia kwa muda Callum, eh, Mac Falane, unadhani kwamba huyu Bruce Amani ndio dawa ya Chelsea kuweza kurudi eh, katika maeneo yale ambayo ni ya ushindi zaidi, ama ni mechi tu ya bahati nasibu, kwa sababu atabao lilifungwa dakika za jioni kabisa? Callum anashikilia ni kama elastoplast tu kwenye kidonda, anaondoka kisha <laughs> mrozi nyio ambaye inatarajiwa kutangazwa hivi karibuni atakuwa kocha mpya, mambo yatakuwa ni yale yale, atakuwa ni siwezi kusema ni kocha ama meneja, sijui sasa itakuwaje mkataba wake, lakini kusema kweli Chelsea, si kwamba ni timu ambayo ni dhaifu sana. Kusema ukweli ni hayo hayo ya uingiliaji kati wa majukumu ya mkufunzi na mabosi wa klabu. Kwa hivyo itategemea na aina ya majukumu ambayo atapewa kocha anayeingia na kuendeleza klabu mbele. Kusema kweli, si kwamba Chelsea ilikuwa katika mahali pabaya, mm, lakini kocha Maresca alihisi kwamba anahujumiwa katika utendaji kazi wake wa kuiboresha timu na hapo ndio kuna tatizo. Hasani, eh, kinyanganyiro cha ligi kuu premier kimekaa bado haijaamuliwa, eh, ama kaweza kusema moja kwa moja ligi tayari Arsenal eh, imeshaibeba ama kuna uwezekano mkubwa ya kwamba msimu huu ni wao, wapo kileleni pointi ya arobaini na nane wakifuatiwa na City eh, Chelsea pia vilevile waliwalazimisha wa, wa, wa, kupunguza mwanya. Lakini, Aston Villa pia inakuja kwa kasi kabisa na pointi ya 42 sawa na City. Pengine tuzungumzie hichi kinyang'anyiro cha labda tatu bora ama cha kombe mtazamo, wako unaweza kusema kwamba tayari imeshakamilika, uh, matokeo imeenda. La, labda hapo, hapo, nipo saumu ndo unasema haijajulikana? Mimi huko niliko mshindi tatu. Imeenda. Unajua, ukisema hivyo unatutishia wengine. Umesema kwamba jana ulitabiri amurima na kwenda na kwenda. Haya, sasa hapa kwa, kwa ubi, ubingwa unasemaje kwa sababu gani? Ukiangalia miaka kitu ambacho amekifanya Arteta miaka kama miwili mitatu, mm, watu wamekuwa wakimshutuma anamaliza katika nafasi ya pili, lakini hajui usajili aliokuwa anaufanya huyu kijana Arteta. mm -hmm. kwa sababu angalia, alikuwa anapata majeraha anatatizika, lakini msimuki na Odegaard wamekuwa nje saha wamekuwa nje mpaka mabeki Saliba na Magalhaes, lakini usajili alioufanya ameziba vizuri kikosi chake, na ukitaka kujua Arsenal ni timu nzuri sana, angalia hata klabu bingwa bara Ulaya mm -hmm. wana kuongoza yeah, jedwali na mimi narejelea baadhi ya matokeo mechi yao ya ufunguzi nafikiri walikwenda. <laughs> Ulipo muda hapa, napigiwa <laughs> kelele, asani, naambiwa tu ni amu kuambia useme timu nani inabeba ha. Kama unafahamu alafu tu tutakuuliza, ha, tena mbili walibeba juzi, walibeba juzi, wali wali juzi bado tukishia kwa ha, kisha haya bana, bado sherehe anasema. <laughs> Sorry, asante sana msikilizaji na mtazamaji wa DW, shukrani sana sana asante sana, sana, sana, sana. Bruce Samani, endelea kuwa nasi.